Tarehe tatu mwezi wa kumi, ambapo tulipata mwaliko rasmi kabisa hapa tukija kushuhudia macho kwa macho ndoa yake Mudi pamoja na dada yetu Amisa. Mudi, congratulations mara ya kwanza. Asante ah, sana. Sawa sawa kabisa. Sawa kabisa. Leo tarehe tatu mwezi wa kumi, una furaha gani ndani ya moyo wako, ona leo unajipatia chombo rasmi kabisa halali yako Amisa? Ah, uh, furaha nilionayo ni kubwa sana, ni tukio moja muhimu sana kwangu na kwa mwenzangu kwa sababu hii ndo mara yangu ya kwanza, sikuwahi hata siku moja. Kwa hiyo ninayo furaha sana. Wapo mastaa wengi, Mudi, walianza ndoa lakini baada ya ndoa kukutana sana yao ama talenti yao kazima kabisa. Weni kitu gani ambacho najiandaa Mudi anaenda kuanza maisha ya ndoa na akiwa msanii? Uh, nafikiri uh, ni kasumba ambayo inao tamba sana hapa duniani kwamba msanii akioa basi anaanguka, lakini kwa upande wangu mimi siamini katika hilo Naamini katika Mungu, naamini katika uwezo ambao amenijalia. Lakini pia mwenzangu, pia naye ni miongoni mwa watu ambaye amekuwa akinipambania sana katika masuala yangu ya sanaa. Kwa hiyo naamini kuungana kwangu mimi na yeye itaenda kutengeneza kitu kimoja ambacho kitaenda kutengeneza ya taswira nzuri kwa wasanii wenzangu, kwamba hata kama ukioa unaweza ukafanya vizuri na maisha mengine yakaendelea. kwa hiyo Namuomba Mwenyezi Mungu tuendelee vile vile, mwezangu na moyo wake ule ule ili mradi tuweze kufanya kazi vizuri na maisha yetu ya ndoa. Mwenyezi Mungu atubariki, tuende kuishi salama katika misingi yote ambayo ameitaka Allah. Naamini kila kitu kitakuwa vizuri. Amina, amina, Amin, ya Amin, Amin. Mudi, kabla kuingia kwenye ndoa, ni kitu gani ambacho utajilinda nacho hivi hivi sasa, kwa sababu unasema hivi, tayari Mudi ashakuwa mume wa mtu, ni tofauti na gisi nyuma huko ulikuwa bacha mm, kwa hivi sasa tumtegemee Mudi katika sura gani, katika usani wake? Uh, tumtegemee Mudi ameshakuwa, ameshapata nusu ya Uislamu uh, ameshaingia katika familia, amesimama kama mume, ni mume wa mtu. Kwa hiyo nitaangalia kazi zangu, nitaangalia upande wangu, nitaangalia upande wa mwenzangu. Nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. Sometimes tunaenda kambi kwa kushuti, tunaandaa movie zetu, yeah. At least, no, tunaweza kufanya mwezi mmoja ama mbili yeah, na tuko nje kabisa nyumbani. Hicho kitu tutakimaintain vipi na bimkubwa? Ah, uh, dakumenteni vizuri, kwa sababu ye mwenyewe pia uzuri, anaelewa kazi yangu, anaelewa, kwa sababu ni yale yale sawasawa. Hata mwanajeshi ameoa, lakini anaenda Sudani kupambana vita, miezi mitatu, miezi sita. Uzuri mwenzangu anaelewa kazi yangu. Kwa hata nikiwa kule uh, mawasiliano yapo, karibu upo, nafasi inapopatikana, narudi nyumbani. Mimi na imani kila kitu kitakuwa vizuri, kwa sababu so sina shaka na mwenzangu. Kwa swali langu la mwisho lnangine, pia wapati nafasi ya kuweza kuuliza Mudi, uko katika timu ya Asma Comedian na, na tukuweza kumuona msanii hata mmoja ambaye mnaigiza naye alikuja kama yeah, kwa pressure kama kukuunga mkono yeah. Ilikuwaje labda mpaka tukose hata msanii mmoja kumuona katika shughuli yako? Ah, wote wanafahamu hili tukio lakini kutoka Tanzania mpaka huku kuna umbali kidogo, lakini pia taarifa hii sikuwapa rasmi kwamba kuna jambo fulani naenda kufanya, kwa sababu hata sisi tumeambiwa surprise. Yeah, ni moja ya surprise ambayo okay, nimeipanga lakini, sasa hivi timu dunia nzima, kabla ya hii ndoa Majuzi na siku za nyuma tayari nimesha kuwapa taarifa na no wanafahamu kila kitu. Kwa hiyo tutaungana nao pamoja Mwenyezi Mungu akijalia kwenye sherehe rasmi huko Tanzania. Lazima tufike. Karibuni sana. Naam, anaitwa platform show. Uh, nianze nianzie hapo kwenye surprise hapo kwa sababu tulizungumza, uh, siku kadhaa zilizopita, ndio uh, swala hili la ndoa kwa kweli hakuligusia na wala sikuwa na dhani kwamba linaweza likatokea. Nataka kufahamu yeah. swala hili la ndoa nani aliweka ali gia hadi mkalifanya kwa haraka kiasi hiki? Ah, uh, ili swala lilikuwepo lilikuwepo kati yetu, mimi nilifikisha ujumbe kwa mwenzangu kwa nini tuishi katika ma mazingira ambayo haimpendezi Allah mwenzangu? Okay. Naye alikuwa ameridhia hivyo, kwa sababu walikuwa hapendezi nalo. Mm -hmm. Baada ya hapo tukasema tuje nyumbani tujitambulishe nijulikane kisheria. Baada ya hapo, kwa sababu ndugu zangu waislamu wapo popote duniani, nikasema si vyema, kwa sababu nimejaliwa kwa hichi kidogo nilicho nacho Nina uwezo kidogo, hata mbili mia tatu. Nikasema nitoe ni nilichojaliwa kwa kwa wazazi wa mwenzangu, basi tufanye jambo la kheri. Okay. yeah. uh, uh, toko kwenye upande wa, wa mahari uh, kwa kweli itawashangaza wengi mahari yako <laughs> kidogo, ijapokuwa ya ni na uzito kwa sisi waislamu tunafahamu kwamba kitabu cha Qur'ani ni moja kati ya kitabu kitukufu sana na. Ndiyo. mahari ya, ya kitabu kwa kweli ni, ni mahari kubwa sana lakini, nataka tuwajibu watu ambao wataibeza hii mahari. Mlielewa mm. Uh, na vipi mpaka mkafikia mwafaka kuja kusema kwamba kitabu cha Qur'ani ndicho ambacho kitakuja kuwa mahari? Uh, mimi namshukuru mwenzangu na nashukuru wazazi wake na nashukuru waliomlea wamekuwa, uh, ni watu miongoni ambao walikuwa wamemlea katika mazingira mazuri kwa hata nilipofikisha swala la sasa, nataka kuoa, nataka kukuoa tunafanyaje swala la mahari? Uh, nilishukuru na nilifurahi na niliona jambo la heri pale aliponitamkia kuwa anahitaji kuolewa kinikabidhi masaf, basi mimi itakuwa ndo mahari yangu. Na mimi nikashukuru nikasema, alhamdulillah ni jambo zuri, kwa sababu dunia nzima ipo kwenye kitabu chetu. Na, mimi swali langu la mwisho uh, litahusiana kabisa na swala la, kwa sababu baada ya ndoa yako

<laughs> yeah, naweza <sana> <laughs> <laughs> uh, kusema kwamba safari ya mahusiano kwa kila, okay, mwanadamu ambaye alioa na asiyeoa wana, wana, wana historia yao yeah. shaona eh. mm -hmm. Uh, mtu yoyote anaweza kaoa popote, uwe Tanzania unaweza kaoa Tanzania, unaweza kaoa Marekani, unaweza kaoa Burundi hapa hapa. Kwa mimi nilikuwa na vigezo vyangu Unajua, kwenye maisha ya mtoto wa kiume lazima uwe na vigezo ambavyo mwanamke ambaye unamhitaji. Baada ya kugundua nipo na mwenzangu, nikajaribu kuangalia baadhi ya vigezo ambavyo anavyohitaji, na nikaona yeye mwenyewe pia kuna baadhi ya vitu, ana vigezo vyake yeye mwenyewe, tukakuta tunalandana. Kwa hiyo hatuangalia tabia e, hatukuangalia nchi, hatukuangalia kabila, hatukuangalia nini. Uzuri tulikubaliana sisi wenyewe. Nami kasema Tanzania wapo lakini nimeona hapa, Mwenyezi Mungu amejalia hapa, pia ana maandiko yake katika kitabu chetu mimi na yeye mm. Kwa hiyo, ndo maana, <laughs> <laughs> na, na, na, kwa hiyo ndo maana ana vitu vangu mimi kusema kweli samani yes. Yani, mm. Sauti ya mke wangu nataka nisikie mara ya kwanza nikiwa naye ndani yeah. na <laughs> <Mbele mnisamehe> sana. <laughs> Uh, na swali la kizusha lakini, mm -hmm. kidogo tu kwa sababu hapo awali kumekuja Ibra Ibra The Dan amekuja, eh, Ibra Chinga amekuja kuoa mm -hmm. na watu wengi mewashangaza kama jinsi ndugu yangu alivyouliza swali hapa. Kwa nini ametoka Tanzania akaja kuoa huko? Vile vile Jux ametoka Tanzania akakwenda kuoa Nigeria. Sasa hatujui watanzania wanakimbia nini, ima wanaepuka nini Naomba tuibie siri. Ni kitu gani haswa kinawapusha kuja kuoa Warundi? Ni tabia gani labda mmeziona sisi hatuzifahamu? Ah, tabia Warundi au tuseme baadhi ya watu wengine, unajua kila mtu the way alivyolelewa. Kwa hiyo sitaki kusema Watanzania wa kike kule wana, wana matatizo hapana. <laughs> wenzangu wengi na wameshaoa kule, okay. Lakini nafikiri ni machaguzi na, na safari ambayo Mwenyezi Mungu amemwandikia kila mmoja wao. Mmoja mwa kitu ambacho labda umekikagua ulivyofika eh, labda jinsi ulivyopokelewa eh, na wanadugu mwanamke mm. Umeonaje katika mapokezi ya Burundi? Ah, nimeona ni vizuri sana kwa sababu nilijiona nipo nyumbani mpaka leo hii. Ningekuwa sijapokelewa vizuri, ningeomba nige, hata nafasi nirudi nyumbani kwa haraka, ingekuwa kuna matatizo hapa na pale viji sababu oh, nimechoka. Lakini nashukuru Mungu, nilipokelewa vizuri kwenye upande wa mwenzangu hapa, alinipokelea vizuri, namshukuru sana sana baba yake mzazi. Swali la mwisho lakini neno moja tu nataka uambie wa Tanzania ambao labda hawajafika Burundi eh, na wewe tayari umeshatua Burundi neno ambalo labda wanaweza kuwa interested sana mm, ima wakawa impressed. Jamani, uh, ndugu zangu wa Tanzania, popote pale mlipo, mjitafute nauli, uh, mje mje Burundi. Kusema kweli, Burundi kuna vitu, Burundi kuna watu wa karimu, Burundi watu wana upendo, wapo hambo sana. Yes, imagine mimi nimekuja peke yangu lakini nimebeba baadhi ya ndugu karibuni, wote kwao yes. Njooni jamani, mi ni moja ya kitu ambacho nachofurahi ni hicho chakula gani, Burundi. Ah, Burundi? Chakula ambacho nilichokipenda Burundi kuna ule kama ugali fulani wa mogo natoka kwenye nini zile maganda ya nini ya, ya mgomba uroe, kuna mboga fulani imechanganywa kama na imechanganywa na samaki, kama kwetu tunaita mnavu huku, si unaitwaje? msoma pale <inaudible> Eh, yeah. <mozare>. Nilijilamba <laughs> Yeah, ni, nimebahatika ni, kula sungura yeah, mshikaki fulani, amazing hivi yeah, kuko vya kula vizuri kusema ukweli na bei nzuri mm. Jamani, kwa swali li mwisho la kumalizia japo itakuwa ni la kizushi lakini samahani eh, Mudi ulikuwa na maikisi wako uko nyuma, yeah. Nahitaji utoe neno moja waliokuwa maikisi wako Watambue kwanza kwamba Mudi kwa sasa ameingia kwenye ndoa, na hii taarifa iwafikie kabisa rasmi kwamba kuna tofauti ya Mudi msanii na Mudi baba wa familia. Maesi mnikome, maesi mnikome, nipo na jilambo na mke wangu.